Ni siku ya leo tena tunaenda kukutana kwenye mashine kama hii ambayo inaitwa grass cutter machine au mashine ya kukatia nyasi kwa hiyo, tutaenda kujifunza jinsi gani ya parts muhimu za hii mashine alafu, then tutajifunza na jinsi gani ya kuweza kuitumia. Kwa hiyo tunaenda kuangalia apa, pumpu, pumpu. Kwa mfano hii hapa ni pampu, pampu kwa ajili ya kupampu hii hapa fuel yetu au, ma, au gesi yetu afu then tunakuja hapa ni kwa ajili ya oil, oil. Umeona hii hapo, nafungua tu haina shida, unaweza kukafungua vizuri tu akana shida yoyote. Afu this one for cooling system, ninavyomaanisha kwamba ni kwa ajili ya kupoza mashine yako unavyoitumia. Umeona kuna hii hapa na hii hapa, umeona? Afu hii mashine pia imetengenezwa huku chini iko na panga. Umeona? iko na panga kwa ajili ya kukata. Umeona? Kwa hiyo ni simple, ni simple tena vizuri kabisa. Kwa hiyo hili panga ndio linalotusaidia kufanya nini? Kukata majani. Umeona? Kama haya nimekatakata, kwa hiyo haya unaweza ukatoa tu hayana shida yoyote. Umeona? Hili panga langu limekata nyasi kama hizi hapa na utaona jinsi gani ninavyofanya nini? Ninavyoenda kukata. Kwa hiyo ni simple mashine kwa ajili ya kukatia nyasi zako. Umeona? Kwa hiyo unaweza kutumia muda mchache kabisa kukata nyasi zako. Haya, jinsi gani unaweza kutumia mashine? Umeona hii hapa, kama unavyoifahamu hendo. Umeona, hii ni hendo kwa ajili ya kuashia. Cha kwanza kwanza, angalia hii hapa, unaiminya unaipeleka kwako. Umeona? Kisha iminya, then unaichukua hii hapa, hendo yako kwa ajili ya kufanyeje? Kuwasha au kupampu fueli yako. Umeona? Kisha ipampu heni unakuja hapa na pampu tu. Umeona? Mashine yako tayari imezima. Jamani, asanteni. Usisahau ku subscribe ku comment na ku like. Asante sana, asante sana. Mashine yetu ndo hii. Kwa hiyo karibu, ipo madukani. Kama unashindwa kunani, ku, kuitumia unaweza ukanitumia message au ukanipigia, na kaweza nikakuelekeza vizuri. Asante sana.